Ndivyo the more ambavyo unaandaa uzee ambao ni mwema kwa ajili ya maisha ya kesho ya baadaye, the more unavyoharibu afya yako leo. Kuna watu mnatumia gharama kubwa sana ya chakula, lakini gharama hiyo kumbe ungeweza kuitransform katika kuweza kutengeneza afya yako, kuweza kutengeneza mwili wako, ungekuwa na afya ambayo iliyo njema Leo nimepigiwa simu na client mmoja ambaye anasumbuliwa na gonjo ugonjwa wa pressure kwa muda mrefu sana, na amefanya vipimo vingi, na kilichotokea ni kwamba amefanya vipimo mpaka vya OT, OT scan, cha CT scan, na amechekiwa mwili mzima. Wameangalia moyo wake uko vizuri, figo zake ziko vizuri, ila shida hasa ni pressure kubwa ya moyo, ya moyo ambayo inayomsumbua. Akaniambia, "Dokta, nimeenda hospitali nimekutana kitu cha ajabu sana, nimekutana na vijana wadogo ambao wana wadogo kunizidi hata mimi, na wenyewe pia wanaumwa wanateseka na magonjwa ya lishe. Daktari, hivi hii ni nini? Huu ni upepo gani ambao umetupitia Watanzania? Nikamwambia, sio Watanzania, sasa hivi magonjwa ya lishe ni janga la dunia nzima. Leo hii ni kitu cha kawaida kabisa kuona kijana wa miaka 18 hana nguvu za kiume. Ni kitu cha kawaida kuona kijana wa miaka 25 ana kisukari ana pressure. Jibu hasa ni nini? Mtindo mbovu wa maisha katika upande wa vyakula. Wazungu wanasema uko vile kwa kile ambacho unachokula, you are what you eat. Ukiweza kurekebisha kile ambacho kinachoingia katika mwili wako utakuwa ni sehemu ya kuweza kujitibu maradhi yoyote ambayo yanayokusumbua katika mwili wako. Kuishi na kisukari ni kosa kubwa sana. Kuishi na pressure, kuishi kwa kumeza dawa. Nimekuwa nikipiga makelele jambo na nikiwafundisha mara nyingi sana. Hujaumbwa kuishi kwa kumeza dawa. Umeumbwa upote upate dawa upone. Kaka huyu ambaye aliyenipigia na kuniambia kwamba alipokuwa hospitalini ameshabadilishiwa dawa karibia dozi tatu, aina tatu aina, na dawa hizi zote hazijamsaidia mpaka dakika ya, ya mwisho, anakuja kuonana na rafiki yake mmoja ambaye alikuwa ananifuatilia hapa katika mtandao wa kijamii, ndio anamwambia, naomba mtafute daktari atakusaidia haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo naomba nikuambie kitu kimoja.